Kwa majina ninaitwa Pastori Juma, mwenyekiti wa kijiji cha Kigongo a... kwa kutuletea boti hii ambayo ni boti ya kisasa kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli za ziwani, na tunashukuru kwa sababu wametupendelea sisi kuwa ndio sehemu ambapo boti hili litashushiwa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru mama Samia. Hii ambulance itatusaidia katika kuwaokoa wagonjwa, kwa sababu kuna watu wengine wanapata changamoto wakiwa ziwani, lakini uwepo wa ambulance hii itatusaidia kuokoa maisha ya watu ambao walikuwa wanafia ziwani, wamekosa msaada, sasa hivi watapata msaada. Kwa hiyo kwa msaada huu, tunaamini maelfu ya Watanzania watapata uokozi wakiwa maeneo ya ziwani. Watu wengi walikuwa wanapata changamoto ziwani, mitumbwi kuzama, na wakati mwingine changamoto zingine zinazotokana na changamoto za ziwani, lakini uokozi ulikuwa ni hafifu, na tunaamini kwa uwepo wa boti hii uokozi utakuwa ni wa haraka sana. Majina yangu ninaitwa Benedetta Amani Mohamed.

ni furaha kubwa, kubwa sana. Tunaona jinsi gani mama yetu kipenzi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anavyozidi kujali afya za wananchi wake. Juzi tu hapa mama yetu ametembelea kijiji chetu hiki cha Kigongo wakati anatuzindulia daraja letu hilo la JKM. Leo hii tunaona kabisa furaha kubwa spodzi imeingia mida hii ndani ya kijiji cha Kigongo, kata ya Detemi na ita shushwa ndani ya ziwa hili na eneo la cha kumshukuru mama yetu mama, kweli ni mwanamke shupavu, mwanamke mwenye maono nipende tu kumshukuru mama. Kwa sababu gani? Ziwa hili watu wengine walikuwa wanaogopa, ndani ya mitumbwi wanakutana na adha nyingi sana, eiza upepo, mawimbi, watadumbukia, wanashindwa kuokolewa kwa muda, hatimaye kupoteza maisha. Hivyo ujue ujuwe wa ambulance boat itakuwa ni msaada mkubwa, hata wavuvi wanaosafiri ndani ya boti, ndani ya feri, ndani ya mitumbwi, watasafiri kwa starehe pindi ajali yote itakapotokea, ingawa hatuombi uokoaji umeshafika na na na imani utakuwa kwa mua. Sasa kina mama wenzangu, kama mama yetu kipenzi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweza kutufanyia mambo yote haya, wewe unatuliaje nyumbani? Tunatambua la mgambo linaenda kulia, tuna Kina mama wanawake wenzangu, muda ukifika twendeni tuamke tukachukue fomu. Kachukueni fomu za kugombea uongozi, tumeona mfano. Usibweteke kina mama, tunaweza. Mimi ni Prince Verian na kausagara, eh tumefurahia ujio wa hii ambulance ambayo imekuja kutuokoa hapa na Usaka. Tunapongeza sana serikali juhudi zake ambazo inafanya mfano kama hii, ambayo imekuja hapa kuokoa. Ukija kuangalia vizuri, sisi vijana huwa tuna faida nayo, lakini pia kuna fursa ambazo zipo. Kama mnakumbuka kwenye uokozi wa ambao ulishatokea walipata fursa pale, kwa hiyo hata sisi wa vijana, ningependa sana tuweze kuwa tunapokea hizi fursa ambazo zinakuja kuusa kama, tunampongeza Rais wa Tanzania ambaye ameweza kutambua, mama Samia, tunasema tuko pamoja na wewe. Sisi ni vijana, tunakuunga mkono na tunakukaribisha sana, tunakupongeza sana.